Unaenda kumetumwa kwenda kuzungumza sijui na wadau wa maendeleo, kumbuka mageuzi, kumbuka nini tunahitaji kufanya. Unapata nafasi unatumwa kwenda nje ya nchi, kumbuka mageuzi, kumbuka mageuzi unaandaa bajeti. Kumbuka mageuzi, tunaomba fedha za ziada, kumbuka mageuzi na makubwa sasa hivi ni haya niliyohatari, yako mengine ambayo yanatekelezwa, ajira za walimu na kadhalika. Kitu kimoja, miundo mbinu ya kutosha kuweza kuchukua wanafunzi wote kusoma mpaka kidato cha nne. Kuna wakati shule zinaongeza muda wa kukaa shuleni, kwa sababu pengine hakuna uhaba wa mwalimu kwa ile muda wa kufunga shule, wanafikiria hebu tuongeze muda kidogo, tufidie masomo ambayo hayajafundishwa, lakini kwa shule inayoitangaza kwamba wazazi, hii ni shule yetu ina walimu wa kutosha, walimu walio bora kabisa, halafu wazazi wanaleta wanafunzi kwenye shule hiyo kwa ahadi hiyo. Shule hiyo inaposhindwa kuachia wanafunzi kwenda likizo, inaonekana kuna kitu waliwadanganya wazazi. sikalenda hii imeandaliwa kuakisha kwamba wakati wa kusoma kwa muda uliopangwa utamaliza kila kitu na wanafunzi lazima wasome kwa masaa yale ya siku, sio kulazimishwa kukaa mpaka late. Nasema kwa ndugu zetu wawekezaji katika sekta ya elimu ambao wanatusaidia sana, tunawahitaji sana, tutawalinda, tutawatetea wakati wote. Kama unachowaambia wazazi walete wanafunzi kwako ni kweli kwamba una walimu wa kutosha na mnafundisha vizuri, kwa wakati mwafaka, zingatia kalenda ya ufundishaji. Kwa mujibu wa kanuni za uungwaji wa baraza la wafanyakazi mahala pa kazi, mkutano mahara wa baraza utakiwa kufanyika mara mbili kila mwaka, yaani wakati wa upitishaji wa bajeti ya wizara kabla haijawasilishwa bungeni, na ndio maana tuko hapa kabla haijawasilishwa bungeni kwa ajili ya kujadiliwa na wabunge, na wakati wa kutathmini mapato na matumizi yake ili kuweza kupanga mikakati ya utekelezaji fanisi kwa maendeleo ya wizara ya elimu sayansi na teknolojia. Baraza hili ni muhimu kwa kuwa linawezesha wajumbe kujadili mambo mbalimbali yanayohusu wizara pamoja na taasisi zilizopo chini ya wizara yetu. Hivyo wizara hivyo, uwepo wake ni utekelezaji wa sheria, kanuni na taratibu za miongozo mbalimbali ya ushirikishwaji katika utumishi wa umma. Yako hii ni miongoni mwa wizara karibu nne ambazo mimi nimezishughulikia, ambazo sijashughulikia siwezi kusema, ambako ma, ma, yale madai ma ya wafanyakazi yameweza kutekelezwa kwa kiwango kikubwa, ikiwemo masuala ya malipo ma ya likizo, malipo ya uhamisho na vitu vingine vyote, na madai haya kwenye sehemu nyingine ni sugu, lakini kwenye hii wizara yako hii. E, niseme ni tu kwamba kwa kweli mwenyekiti wetu wa baraza anafanya kazi nzuri mm -hmm. hii wizara inayoongoza kati ya wizara mbili au tatu ambazo mm -hmm. zinaongoza kwa kuletewa ku, ku, ku hela nyingi za serikali. Ingelikuwa matumizi yake na usimamizi wake ni mbovu, kusingekuwa kuwa na. Niongeza mwaka wa fedha 2024 2025 waliletewa 1.9 trillion <laughs> lakini this time waliletewa uh, 2.4 trillion kuna nyongeza pale ya karibu bilioni bilioni na kitu, Mheshimiwa Mwenyekiti. Hivi vidizo iyonyongeza hiyo ina multiply effect kwenye maeneo mbalimbali ikiwemo masuala ya promotion, ni masuala ya ajira, masuala ya kuboresha kugonesha miundombinu na yote haya yana reflect ni namna gani aa watendaji wetu katika wizara wako wanafanya kazi vizuri.